kwa mara ya tatu. Basi tunazo pia nyanya chungu mali hapa. Kuna tano pale. Tunazo nyanya chungu tongo. Tunalo kunia sima mali hapa saburi Mahala ya kwanza elfu tano mara ya pili elfu tano mara ya pili na nusu. Shilingi elfu tano kwa mwingilisi unasema brada na mara ya kuchukua. Tunaendelea, tunayo makopa, makopa mali hapa, naweza mkaona sabuni. Tunaomba bei, tunaomba bei, makopa bei, bei, bei, tupe bei, tupe bei, tupe bei, chapana. Kato F5, F6, F6 kwa mama pale, F6 mara ya kwanza na mara ya pili, F6, F6 mara ya pili, F6 mara ya kuchukua pale, F6 pale kwa mama. Haya tunaendelea, tunaelekea wapi sasa? Haya, tunayo makimbi tena, makimbi tena, makimbi, tunaomba bei ya makimbi. Makimbi, naomba naomba bei, bei, mnaweza mkaona makimbi. Elfu tano elfu tano. Nasikia elfu tano kule, wapi elfu tano? Nyosha mkono, elfu tano wapi? Kwa mama, kwa mama Sabara, elfu tano elfu tano mara kwa kwa mama mama Sabara ya kwanza, na elfu tano mara ya pili, elfu tano mara ya pili, elfu tano mara ya pili, elfu tano mara ya kwanza na pili, pili, pili, elfu tano mara ya kuchukua. Tunaelekea wapi? Tuna ndizi hapa kwa yule aliyekosa ndizi pale, hapo ndizi mali hapa Tunaomba bei ndizi, naweza mkaiona ndizi, ndizi, ndizi. Haya, tunaomba bei, mmeiona sasa na nguvu aliyotukia kubeba, bila shaka na kwenye bei itaonekana. Haya, tunaomba bei ndizi. elfu kumi. efu kumi, wapi? kwa mwalimu pale, efu kumi, elfu kumi kwa mwalimu. kumi na tano huku, mwalimu shapigwa kumi na tano wengi sasa, kumi na tano wengi, kumi na sita wapi? kwanza. 20 kwa nani? 20 sitapona. 20 mara ya kwanza. 20 kwa Mr. Luke Masabara. elfu 20 mara ya kwanza na mara ya pili. elfu 20 kwa Luke Masabara. Mara ya pili. 22. 22 wapi? Hapa. elfu 22. Umenyanganya Mr. Luke. elfu 22. Ongezea 3 Mr. Luke, alikuwa na 20 inakuwa elfu 23. Ongezea 5. Haya 25. 25. 25 mara ya kwanza.

nisamee mapoko palikuwa bado 14 mara kwanza 15 mnyang'anyo 16 16 unasemaje mama kule? 16 16 maziwa fresh mara ya kwanza na mara ya pili elfu 16, mara ya pili na nusu elfu 16 kwa mara ya tatu, na tunaendelea basi chaka mchaka kuna mara gani hapa, mara gani meupe kiwa na wali mambo yanakuwa mwemwe na mwemwe na kiwa na mara gani? Haya tunaomba bei.

Baba unasemaje huko? elfu ishirini na mbili ishirini na tatu, ishirini na tatu, ishirini na tano, ishirini na tano. Asante, umebarikiwe. elfu ishirini na tano elfu ishirini na tano mahala ya kwanza, elfu ishirini na tano mahala ya pili, elfu ishirini na tano mahala ya pili, ishirini na tano kwa mahala ya tatu. Asante sana, umebarikiwe. Tunaye shukuru, naweza mkaona, unasema shukuru mjanja, na siku hizi tunaambiwa

moja mala ya pili, elfu kumi na nne kwa maksoni, elfu kumi na nne kwa maksoni, mara ya kwanza, elfu kumi na nne kwa maksoni, mala ya pili, elfu kumi na nne kwa maksoni, mala ya tatu, makofi kwake tafadhali. Asante basi, tunaendelea mchaka mchaka, tunaendelea tunaambiwa, protini muhimu sana katika mwili wa binadamu. Plotidu. Na siku hizi unaambiwa na wataalamu kupunguza kutumia wanga. Na protini unaipata kwa <tutu> vitu kama mayai.

Jukwa no e, mara ya tatu ya kwangu ya kwangu mimi ndo nalipa eh, mimi ndo nalipa haya aliyokosa mayai. Sasa baada ya mayai hapo, mengine mwendo ni ule ule mayai ya kienyeji, tunaambiwa tule vitu vya siri. Haya, dunia imebadilika kwa sasa, tunatunza afya mayai. Tunaomba bei, tunaomba bei, tunaomba bei, tunaomba bei. Mayai, mayai, nani anachukua mayai? Protini kwa wingi. siku leo, nani anataka elfu kumi nipatie?

Mayai. Elfu mwapi. Wapi elfu mwapi. Wapi elfu mwapi. Elfu mwapi. Elfu mara ya kwanza, mara ya pili, na mara ya tatu. Tutaendelea. Aliyokosa mayai. Mayai mwapi ya mwapi. Protini kwa wiki. Protini kwa wiki. Mayai ya siri. Sio mayai yale ya kizungu. Yale mayai ya chipsi. Tunamalizia. Haya ndo mayai ya mwisho. Tunaitimisha. Tunaomba bei. Elfu mwapi kule. Kwa kishunga Joseph.